Penzi mtazamaji wa Bongo One Media karibu tena katika YouTube channel yetu, tukizidi kukujuza taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambayo tunakujuza siku ya leo ni kile ambacho kilifanywa na klabu ya Da Young African, uh, siku ya jana Yanga Sports Club, siku ya jana walimtangaza mchezaji mpya kutoka katika taifa la Uganda, anaitwa Alan Okero. Alan Okero ni mwananchi na taarifa ni kuwa timu ya Simba Sports Club walinyakuliwa mchezaji huyu. Nasibu Mkomo ni mmoja wa watu ambao waliweza kuandika taarifa kwamba e, mbona kama saa tano haifiki haraka nitakuja na stori ya Alan Okero na Simba Sports Club, akitambulishwa Yanga, akishatambulishwa Yanga Sports Club inaumiza, maana baadaye msije mkamtaja na kumtukana mzee wangu Murtaza Ali Mangungu wakati hausiki. Ukitazama uh, kuna baadhi ya wa wachezaji ambao walikuwa wanahitajika ndani ya Simba na walionekana kwamba Simba inakaribia kuwapata, lakini Yanga Sports Club ikaja kunyakua. Hapa nakukumbusha kwa Aridi ya Ucho eh, lakini pia tukiachana na Aridi ya Ucho basi tunamzungumzia Steven Azeski, lakini kwa sasa story imekuja kubadilika. Aran Okero ambaye alitajwa katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili kwamba anaenda kujiunga na miamba ya Tanzania klabu ya Kuna Msimba Simba, hatimaye ameibukia upande wa klabu ya yeah, Young Africans. So story inaumiza sana kuona Simba kila mchezaji anayemhitaji basi anadondokea upande wa pili. Yaani Simba wanahitaji mchezaji, wanaweka juhudi, lakini Yanga Sports Club ndio wanakuja kumfanikisha kumpata. Usisahau kwamba Simba walikuwa wamebakiza kidogo kumsajili Alan Okelo, huku wakiona Joshua Budo Mutale ndiye mchezaji ambaye atawapisha katika dirisha hilo, lakini waliamua kuendelea na Budo Mutale baada ya uwezekano kumpata Alan Okelo kwa mgumu. Katika hii kipindi cha dirisha dogo la usajili pia wakaplani kumwachia Joshua Budo Mutale kisha wamsajili Alan Okelo, lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo. Na usisahau kwamba kupitia mashindano ya African Cup of Nations yaani AFCON ndio ilikuwa ni kipindi maalum ambapo uh, Yanga Sports Club kupitia rais wake Engineer Saidi, ambaye pia ni moja ya wajumbe wa kamati za mashindano ndani ya Yanga akitokea upande wa JCM. Sasa rais huyu alikutana na kijana huyu Alan Okelo ambaye alikuwa uh, anawakilisha timu yake ya taifa ya Uganda Uganda the Cranes katika mashindano ya African Cup of Nations ambapo walikuwa kundi moja pamoja na Tanzania, Nigeria pamoja na timu ya Tunisia. Sasa kupitia mashindano hayo ndipo engineeri Saidi aliweza kukutana na Aaron Okero na wakafanya mipango, kisha wakafanya negotiation na mwisho wa siku tumekuja kuona jana usiku akitambulishwa ndani ya club ya Young Africa. Na huku dili lake na Simba likipotelea angani pwi. Yes, swala la Yanga Sports Club kumpata mchezaji ambaye anakuwa ametajwa na upande wa klabu ya Simba swala, so, hili kwa upande wako au utakuna mtazamo upi? Simba wanaferi wapi kumuhitaji mchezaji afyanga wakaja kumsajili? Nadhani ni sehemu yako tu ya kujidai katika upande wa comment section. Tukutane wakati ujao, panapo majaliwa. Asante.